Mahakama ya uhalifu wa kivita nchini Bangladesh imemhukumu kifo waziri mkuu wa zamani Sheikh Hasina baada ya kumkuta na hatia kwa kosa la uhalifu dhidi ya ubinadamu, hatua inayohitimisha kesi ya miezi kadhaa inayohusisha mashtaka ya kuandamwa waandamanaji waliokuwa wakiipinga serikali yake. Tatu Karema na maelezo zaidi. Akitoa hukumu hiyo katika mahakama iliyokuwa imejaa watu na chini ya ulinzi mkali ambayo pia ilitangazwa moja kwa moja kwenye televisheni ya taifa, jaji Golam Motuza Mozumda amesema vigezo vyote vinavyochangia uhalifu dhidi ya ubinadamu vimetekelezwa. Hata hivyo, akizungumzia hukumu hiyo katika taarifa yake aliyotoa akiwa mafichoni nchini India, Hasina ameitaja kuwa ya upendeleo na iliyochochewa kisiasa. Amesema hukumu hiyo dhidi yake imetolewa na mahakama isiyo huru na kusimamiwa na serikali ambayo haikuchaguliwa na isio kuwa na mamlaka ya kidemokrasia. Hasina mwenye umri wa miaka 78 alikaidi maagizo ya mahakama kwamba arudi kutoka India kuhudhuria kesi hiyo dhidi yake. Aliwakilishwa na wakili aliyoteuliwa na serikali ambaye aliiambia mahakama kuwa mashtaka dhidi yake hayana msingi na kuomba kuachiliwa kwake. Hata hivyo hukumu hiyo inaweza kukatiwa rufaa katika mahakama ya juu. Wakati wa kusikilizwa kwa kesi hiyo, waendesha mashtaka waliambia mahakama kwamba walikuwa na ushahidi wa amri ya Hasina ya moja kwa moja ya kutumia nguvu ya kupitiliza kukandamiza uasi ulioongozwa na wanafunzi mnamo Julai na Agosti mwaka 2024. Mkesha hukumu hiyo, mwanawe Hasina ambaye pia ni mshauri wake Sajib Wazid aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba hawatakata rufaa hadi wakati ambapo serikali ya kidemokrasia itakapochukua madaraka kwa ushiriki wa chama cha Hasina cha Awami League. Hukumu hiyo pia inakuja miezi kadhaa kabla ya uchaguzi wa bunge unaotarajiwa kufanyika mapema Februari. Chama hicho cha Awami League kimezuia kugombea uchaguzi huo, na inahofiwa kuwa hukumu hiyo ya leo inaweza kuzusha machafuko mapya kabla ya kura. Adhabu ya juu zaidi chini ya sheria inayoongoza mahakama hiyo ni hukumu ya kifo. Kabla ya hukumu hiyo ya leo, Bangladeshi imekuwa na wasiwasi, huku kukiwa na takriban milipuko 30 ya mabomu na magari 26 kuteketezwa nchini humo katika siku chache zilizopita. Hakuna majeruhi walioripotiwa. Kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa, takriban watu 1400 huenda waliuawa wakati wa maandamano ya kati ya Julai 15 na Agosti 5, huku maelfu ya wengine wakijeruhiwa, wengi wao kwa risasi kutoka kwa vikosi vya polisi katika kile kinachotajwa kuwa ghasia mbaya zaidi nchini Bangladesh tangu vita vyake vya uhuru mwaka 1971.